Bwana, mwanamuziki Diamond Platnumz anazidi kuteka headline Ufaransa. Kama mnavyoona mwanamuziki huyu amefanikiwa ku kama mnavyoona mwanamuziki huyu amefanikiwa kuhudhuria na kushiriki kabisa kwenye, eh, maonyesho hayo, yani mambo ya fashion, au siyo? Diamond Platnumz bwana, eh, ameingia kwenye maonyesho hayo akiwa amevaa sketi kama mnavyoona. Eh, mwamba katulia, lakini pia kapiga buti moja amazing kwelikweli, buti ambalo linauzwa zaidi ya milioni eh, yani mamilioni ya pesa. Kwa hiyo Diamond Platinum anafanya vitu viwili, muziki wa Bongo Flava lakini pia anafanya mambo ya fashion. Nimeona mastaa mbalimbali wamehudhuria maonyesho hayo pale Ufaransa, Paris. Eh, akiwemo Rehana. <laughs> Naye bwana alikuwa amekaa yani siti za mbele kabisa akiwa akiangaliana na mwanamuziki Diamond Platinum au sio? Nimeona comment ni nyingi kweli kweli za pongezo akimpongeza mwanamuziki Diamond Platinum kwa kushiriki mashindano hayo. Eh, mambo ya fashion. Ehe, nimeona pale kuna comment ya jamaa mmoja anaitwa Jackson anasema kwamba kiukweli Diamond Platinum Ee, nimeona kuna comment moja pale jamaa moja anaitwa Jackson anasema kwamba kiukweli Diamond Platinum umetisha kwelikweli na muonekano wako wa sketi, umeingia na sketi mbele eh, eh, ya Rihanna eh, eh, lakini pia nimeona kuna jamaa moja anasema kwamba kiukweli, tulia basi Yunisi. Lakini pia nimeona kuna comment moja jamaa moja anasema kwamba kiukweli Eh, Diamond Platinum, kwa sasa muziki umekushinda, umeamua kuingia kwenye mambo ya fashion. Basi hongera zako, ni vyema umeenda huko, baki huko huko, huko muziki mwachie Harmonize Revane, pamoja na mwanamuziki Mario waendelee kukimbiza na kukunyoosha kwenye game ya muziki wa Bongo Flavor, Tanzania. Lakini pia nimeona kuna comment moja, jamaa moja anasema kwamba Diamond Platinum hupitwi na kitu, umepiga show London na umeenda eh, kwenye maonyesho ya pale Paris, Ufaransa ni jambo jema sana kiukweli. Wasanii wengine unapaswa kujifunza baada ya Diamond Platinum kufanya kitu kama hiki. Sasa mtazamaji na wewe unaweza kudondosha comment hapo chini. E, ni vyema e, kama hivyo Simba la Simba Dangote e, kuvaa sketi nini na mambo mengine. Kwa hiyo comment yako hapo chini ni muhimu kweli kweli ili mambo yaweze kwenda sawa. E, Simba kavaa sketi kwa mara <laughs> mambo yako ni fire kinoma na mausi, kwa hiyo comment hapo chini ni muhimu kweli kweli. Yeah. <laughs> <laughs>